Hello, my good people, mambo vipi, mko poa? Nawapenda sana jamani. Unaona nimeshika hii dawa eh? Nimeshika na hii ami mtoto. Leo tumepokea vifaranga vya Backbone kwa mara ya kwanza, hatujawahi kupokea vifaranga vya Backbone na Backbone wameanza muda sio mrefu kutoa vifaranga, before walikuwa wanatoa chakula tu. So leo ni mara ya kwanza na tumeandaa mwarubaini wetu. Oh, I'm sorry, tumeandaa mwarubaini wetu, umeona eh So kwa kwa tumeandaa huu mwarubaini, tunataka tuanze kazi. Lengo langu hapa ni kuonyesha tu kipimo changu mimi ambacho natumia. Mimi naingiza kuku mia moja. Kwa hiyo, nataka kuonyesha tu kipimo kidogo cha dawa. Kwa sababu hawa kuku bado ni wadogo, hawanywi maji mengi. Ili usitumie dawa nyingi. Ili usiharibu uchumi wako wa dawa. Kwa hiyo, unaweka tu maji kidogo. Naona ya maji niloweka mimi? Embo onyesha maji. Haya maji ndio waweka hapa nimeweka maji mwisho huu masaa 24. Ili kwamba hata kama atabaki kidogo baada ya masaa 24, sitamwaga dawa yangu na ndio maana nimeweka maji kidogo. Kwa hiyo, baada ya siku tatu nne, nitaongeza nitaweka nusu, kwa sababu nina vyombo viwili tu, lakini kimsingi, hawa faranga mimi nitakuwa na vyombo vinne. Nimesahau kununua vyombo, nafikiri labda kesho nitaenda kuvifuata. Kwa hiyo nikiweka vyombo vinne, napunguza tena haya maji naweka at least huu. Sasa, kwa kiwango hiki cha maji dawa yangu mimi inaweka kiasi na hii hapa tuna guko chiki ni glucose ya kuku. Ukikosa hii unaweza kutumia glucose ya, ya, ya binadamu. So hapa sasa nitachukua dawa yangu, hii ni ami mtoto vitamin. Umeona nimechukua tu kidogo, hata nusu haifiki. Naweka m nachukua tena, umeona Mbona hii hata nusu haifiki, naeka ua, naweka dawa yangu kando, nachukua Glucose. Glucose unaweza ukachanganya, haina shida. kwa sababu ametoka safari ni muhimu kuwawekea hii ili wape nguvu unaona eh? naifunga dawa yangu vizuri sana naenda kwenye msolopa gazi <gaz> antibiotic unaona eh? hivi Naona hii kidogo tu hivi hapa, nimemaliza kazi. Nachofanya sasa, nachukua hizi dawa ili zisi expire. Nazikunja hivi vizuri, kwa sababu hapa ndo nimechana hapa, nazikunja hivi vizuri sana, kisha zikunja hivi vizuri, naziweka ndani ya kopo lenye kizibo, nafunga au nachukua kamba nafunga vizuri sana ili hewa isiingie humu ndani kwa sababu hewa ikiingia humu ndani dawa ina expire. Wote mnajua. Kwa hiyo hapa ndo nimemaliza kipimo, nitaendelea nacho hiki kwa muda wa siku tatu nne hivi. Watakapoongeza kasi ya kunywa maji, nitaongeza maji, nitaongeza na dawa kidogo. Nikifikia hatua ya kuwapa maji lita, lita, lita kumi, najaza hiki kijiko kizima lita kumi amtoto lita kumi Trima fam, alafu, wanaendelea nitawapa hizi dawa mbili kwa muda wa siku tano baada ya hizo siku tano siku ya sita tutawapa maji plain. siku ya saba tutawapa Newcastle. siku ya nane ya tisa ya kumi. Baada ya Newcastle ile masaa mawili, ukitoa tu masaa mawili yameisha, unawekea vitamini. Utaendelea na vitamini mpaka siku ya kumi na mbili. Siku ya kumi na tatu utawapa tena maji meupe, alafu siku ya kumi na nne utawapa gomboro mchezo umeisha. Unaona ile wiki ya pili hatuwapi tena antibiotic. wiki ya tatu tunaudisha tena hii antibiotic. Ikiisha wiki ya nne vitamini, unaingiza sokoni. Ukiwapa vizuri ikawakolea vizuri, hii antibiotic hii inaenda kuponya vitovu, magonjwa ya tumbo tumbo, tunaelewana? Kwa hiyo ina, inaweza, inaweza ikanani ina, inaenda kuponya vito, vitovu, alafu ugonjwa wa matumbo tumbo, alafu na coccidiosis, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuona vifaranga wale wanapata wana wanaharisha brown au wanaharisha redi. Ukiona tu ameanza na brown, ujue tayari hapo kuna shida. Hii dawa pia inatibu. Ukiona imedunda, hii ndio ununue Amprolium uwapatie. Sawa so, lakini mimi sija haijai kuniangusha hii dawa haijaniangusha. So ni wewe uwasema dawa imefanya nini, nimwagika dawa ipi? Haina shida, ipo nyingi tu, ikimwagika tunanunua nyingine. <laughs> Kwa hiyo nimemaliza, nilikuwa nataka nikuelekezeni hiyo, na dawa yetu hapa iko tayari, tunaenda kuwawekea. Mfuniko wake uko wapi? Sterling, mfuniko wake uko wapi sasa? <laughs> Eh, hey, kwani kwenda tu nikusaidie hilo ujue namna ambavyo tunaweza kuwasaidia hizi dawa. Unaona eh? Bwana yuko itikisa bwana mkubwa. Mkubwa, unaona maji yalimofikia huko. Yanatosha ya sana haya maji kwa masaa 24. Ishii, ndugu zangu. I love you. Tukutane tena baadaye. Sawa. So, hello my good people. Mambo vipi? Mko poa? Nawapenda sana jamani. Unaona nimeshika hii dawa eh? Nimeshika na hii ami toto Leo tumepokea vifaranga vya backbone, vya backbone na, backbone wameanza muda sio mrefu kutoa vifaranga. Before, walikuwa wanatoa chakula tu, so leo ni kwa mara ya kwanza, hatujawahi kupokea vifaranga na tumeandaa mwarobaini wetu. Oh, I'm sorry, tumeandaa mwarobaini wetu. Umeona eh? So kwa kuwa tumeandaa huu mwarobaini, tunataka tuanze kazi. Lengo langu hapa ni kuonyesha tu kipimo changu mimi ambacho natumia mimi. Naingiza kuku mia moja, kwa hiyo nataka kuonyesha tu kipimo kidogo cha dawa kwa sababu hawa kuku bado ni wadogo, hawanywi maji mengi, ili usitumie dawa nyingi, ili usiharibu uchumi wako wa dawa. Kwa hiyo unaweka tu maji kidogo. Unaona haya maji niloweka mimi, hebu onyesha haya maji, haya maji niloweka hapa, nimeweka maji mwisho huu masaa 24, ili kwamba hata kama atabaki kidogo baada ya masaa 24 sitamwaga dawa yangu, na ndio maana nimeweka maji kidogo. Kwa hiyo baada ya siku tatu nne, nitaongeza nitaweka nusu, kwa sababu na vyombo viwili tu, lakini kimsingi hawa faranga mimi nitakuwa ya, ya ya binadamu. So, hapa sasa nitachukua dawa yangu hii ni ami mtoto vitamin. Umeona, nimechukua tu kidogo hata nusu haifiki, naweka humo, nachukua tena. Umeona, umeona hii hata nusu haifiki, naweka umo, naweka dawa yangu kando, nachukua glucose. Glucose unaweza ukachanganya, haina shida Kwa sababu ametoka safari, ni muhimu kuwawekea hii ili uwape nguvu. Unaona eh? Naifunga dawa yangu vizuri sana, naenda kwenye msoropa gazi <gazi> antibiotic. Unaona eh? hivi Unaona, hii kidogo tu hivi hapa. Nimemaliza kazi. Nachofanya sasa nachukua hizi dawa ili zisi expire. Nazikunja hivi vizuri, kwa sababu hapa ndo nimechana hapa, nazikunja hivi vizuri sana, kisha zikunja hivi vizuri, naziweka ndani ya kopo lenye kizibo nafunga, au nachukua kamba nafunga vizuri sana ili hewa isiingie humu ndani kwa sababu hewa ikiingia humu ndani, dawa kasi ya kunywa maji, maji, maji lita, lita, lita kumi najaza hiki kijiko kizima lita kumi mtoto lita kumi Trima famu, alafu wanaendelea nitawapa hizi dawa mbili kwa muda wa siku tano. Baada ya hizo siku tano, siku ya sita tutawapa maji plain. siku ya saba tutawapa new kesto, siku ya nane ya tisa ya kumi. Baada ya new kesto kum... ile masaa mawili, ukitoa tu masaa mawili yameisha unawekea vitamini. Utaendelea na vitamini mpaka siku ya kumi na mbili siku ya kumi na tatu utawapa tena maji meupe, siku ya kumi na nne utawapa gomboro, mchezo umeisha. Unaona ile wiki ya pili hatuwapi tena antibiotic, wiki ya tatu tunaulisha tena hii antibiotic. Ikiisha wiki ya nne vitamini, unaingiza sokoni. Ukiwapa vizuri ikawakolea vizuri, hii antibiotic hii inaenda kuponya vitovu, magonjwa ya tumbo tumbo. Tunaelewana? kwa hiyo ina, inaweza, inaweza ikanani, inaenda, inaenda kuponya vito, vitovu alafu ugonjwa wa matumbo tumbo alafu na coccidiosis. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kuona vifaranga wale wanapata wana wanaarisha brown au wanaarisha red. Ukiona tu ameanza na brown, ujue tayari hapo kuna shida. Hii dawa pia inatibu. Ukiona imedunda hii ndio ununue amprolium uwapatie, sawa? So, lakini mimi haijai kuniangusha hii dawa, haijai niangusha. So ni wewe nyingine <laughs> Kwa hiyo nimemaliza, nilikuwa nataka nikuelekezeni hiyo. Na dawa yetu hapa iko tayari, tunaenda kuwawekea. Mfuniko wake uko wapi? Stelini, mfuniko wake uko wapi sasa? <laughs> E, kweli katakatu nikusaidia hilo ujue namna ambavyo unaweza kuwasaidia hizi dawa. Unaona mbona eh? Yu kuitikisa bwana mkubwa, unaona maji alimofikia. Ya u yanatosha sana haya maji kwa masaa ishirini na nne saa, ndugu zangu. I love you. Tukutane tena baadaye.